Ongera sana, Asante sana. Jina lako? Uh, mimi ni Suleiman Omar Ali. Na unatokea wapi? Natokea mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam. Ongera sana kwa ushindi. Asante sana. Wakati una, unakuja Masjidi Mtoro kwa ajili ya kuja ku, uh, kutafuta chochote kitu kwa maana ya kutafuta bahati yako ya kuwekelisha uh, Tanzania katika mashindano au katika tuzo za kimataifa za Qurani tukufu, ulikuwa una dhania ya kwamba unaweza ukashinda? Kukua... <coughs> Ilikuwa ni mashindano, na mashindano ni kitu ambacho kipo wazi kwamba katika washiriki kumi na saba wote tuliokuwepo, yoyote alikuwa ana anaweza kufika kuwa mshindi, na nadhani mimi pamoja na wenzangu wote tulikuwa tunaweka nadharia ya kuwa washinde. Haiwezekani ukawa unaingia kwenye mashindano hujaweka nadharia hiyo. Kwa hiyo nilikuwa nakuja, najua mtanange utakuwa upo vizuri kwa sababu kila mtu amejiandaa vizuri, na alhamdulillah nimebahatika kuwa mshindi. Kwa hiyo ukiniuliza kuhusu nadharia ya ushindi, ilikuwepo. Ulisoma wangapi? Yaani, ulikuwa wangapi katika usomaji? Kwa usomaji mwanzo nilisoma mtu wa nne katika ile mchujo wa mwanzo kabisa. Baadaye tulipokuja kuchujwa, tukapatikana wawili, nikasoma mtu wa pili. Watu watatu wa juu waliosoma hawakukutishia chochote? Uh, kwa sababu ni Qur'ani, eh, na alhamdulillah kidogo na uzoefu. Kwa hiyo huwa anajiangalia mimi sana, kwa sababu anasema ukipata presha kutokana na kumwangalia mtu unaweza usikilete kile ambacho kilichokuwa katika maandalizi yako. Kwa hiyo kila mtu alijitahidi kwa nafasi yake, na mimi nilikuwa nasema naenda kujitahidi kwa nafasi yangu. Unadhani ni ipi siri ya mafanikio yako ya leo na kufanikiwa kuiwakilisha Tanzania katika mashindano yajayo? Siri ni nidhamu, nidhamu. Kuna, kuna vitu vitatu. Kwanza tunamtanguliza Allah, pili tunasema tuna juhudi, cha tatu tunakuwa tuna nidhamu. Kwa sisi wanafunzi, ukiangalia katika washiriki hapo tulioshiriki wote kumi na saba, ni peke yangu nilikuwa na umri mkubwa kuliko wote. Kwa hiyo hapo nyuma niliwahi kutafuta nafasi, lakini ni, ni, ni, ni sikubahatika. Kwa hiyo sikukata tamaa, niliongeza juhudi, nilizidi kumtegemea Allah na alhamdulillah, nidhamu yangu ilibaki vile vile mpaka leo alhamdulillah, nimeonekana na nimepata nafasi. Ya, leo unakabidhiwa bendera ya Tanzania kuiwakilisha Tanzania katika tuzo za kimataifa za mashindano makubwa kabisa ya Qur'ani tukufu, unawaahidi nini Watanzania? Uh, Watanzania kwanza ni watu wapenda Qur'ani, mm. Alhamdulillah kwa hilo uh, Watakapojitokeza wazidi kutuombea dua, wazidi kutuombea dua, washiriki wote siku hiyo tuweze kufanya vizuri, na waahidi sitawaangusha. Kama leo nilivyofanya vizuri, na siku hiyo insha Allah nitajitahidi nisiweze kuiangusha. Kwa hiyo tutarajia ushindi kwenye mashindano inshallah, bi idhnillah.